Kizaazaa kilizuka wakati wa hafla ya kuikabidhi kampuni ya sukari ya Busia usimamizi wa kampuni ya sukari ya Sony baada ya wafanyabiashara wa sukari kutaka kurejesha pesa zao walizolipa kampuni ya Sony miezi mitano iliyopita bila matumaini ya kupata sukari. Aidha, mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya sukari ya Busia Ali Ahmed Taib, wakati akichukua rasmi shughuli za kampuni ya sukari ya Sony, alimtaka mkurugenzi mtendaji wa sasa wa Sony Martin Dima aeleze ni kwa nini amekuwa kichukua pesa kutoka kwa wauzaji wa sukari bila kuwapa sukari. Hafla ya kukabidhi wasimamizi wapya vifaa hivyo ilifanyika katika majengo ya kiwanda hicho huku kaunti ndogo ya Awendo katika kaunti ya Migori. So as from Monday ndio hao watu watapata sukari, imagine. Serikali utusaidie, uliuza hii kampani atupate sukari, na huu jamaa mwenye alikuja Mlikuwa mnajua tu pesa yetu tutapata ama sukari yetu tutapata Sahai. Sasa, sasa huyu jamaa mwenye aliingia anasema tutapata sukari. Sasa kama mimi niko na mtoto mwenye wanaenda shule nitafanyaje? Uh, MD mwenye tuliletewa ametutesa kabisa, mtu analipa sukari unakaa four months. Yeye ndiye anafanya biashara na watu wake, unapata anafanya biashara na ma MP na biashara na watu wengine so tunaomba serikali, sure, utusaidie. Pesa yangu yenye iko hapa ni karibu 11 million. 11 million yangu imekwama hapa tangu mwezi wa kwanza January. Sasa I cannot promise you anything which is the past. You can ask me anything from today to up towards. Anything ambayo imepitwa hiyo, sasa ni wale ambao walikuwa watashughulika nayo.